za mwezi wa Ramadhani. Ingawaje qiyamu layli katika maisha ya muumini inatakiwa iwe ada yake, kama ilivyokuwa ada ya wajawema kabla yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba qiyamu layli dabu salihina qablakum, ni ada ya wajawema kabla yenu, ada ya wajawema. Kwa hiyo wajawema wana ada ya qiyamu layli, na sisi tunatakiwa tuifanye qiyamu layli ni ada kwetu. Sasa qiyamu layli ni amali na kheri kubwa, hususan katika mwezi wa Ramadhan na katika qiyamu layli kuna adab zile taratibu na adab zake ambazo mtu anatakiwa ajipambe nazo na hizo mtu akijipamba nazo ile qiyamu yake inapata thamani ya hali ya juu. <coughs> Miongoni mwa adabu za qiyamu layli ambazo amezitaja ulama rahmatullahi alayhim ni albukau min ajli llah, kulia kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Bila shaka kilio ni hisia kubwa, na si kawaida mwanadamu katika maisha yake ya kila siku kulia. Kulia ni tabia ya mtoto, lakini mtu ambaye amefikia umri fulani si aghlab kulia, na anaweza akalia mara moja moja kwa mitihani tuemkuta katika dunia, kwa sababu kilio ni hisia kubwa ni upeo wa huzuni ndio mwanadamu analia, lakini kilio hichi kikiwa ni ada ya mumin baina yake na mola wake kwa kumwogopa na kumpenda kwa kuathirika na ayata anazozisoma katika qiyamu layli, muumini huyu anapata khiri kubwa mbele ya Allah. Allah anapenda wanyenyekevu wanaudia kwa kumwogopa yeye, akasema katika Suratul Hadid, alam ya'ni lilladhina amanu hivi haujafika wakati tu bado kwa walioamini, antakhshaa qulubuhum lidhikri llah, kunyenyekea nyoyo zao kwa sababu ya utajwa wa Allah, wama nazala min alhaqi, na kwa sababu ya hii haki iliyoteremka. Haujafika wakati tu bado kwa waumini kunyenyekea kwa sababu ya hii Qur'ani iliyoteremka. Ibn Umar alikuwa akipita kwenye aya hii, huyo ni sahaba na ni mwanachuoni mtoto wa Umar ibn al-Khattab alikuwa anapopita kwenye aya hii anasema, bala ya rabbi, bala ya rabbi, ya rabbi, ushafika wakati, ushafika wakati wa moyo kunyenyekea kwa sababu ya alquran. Na sisi tufanyeni, ramadhani ya mwaka huu ndo uwe huo wakati uliokuwa ushafika, kuanzia sasa hivi tena, tumerejea kwa mola wetu, tunanyenyekea tunapoisoma quran, tunaitafakari maana itulize, isababishe hofu na matarajio. Ikitajwa janna ituathiri, ikitajwa jahannam ituathiri. Ushafika wakati. Tunazungumzia neno wakati sasa hivi kwamba je, umefika au bado? Allah na, ana, anafanya kama kuuliza, kumbe anahamasisha. Haujafika wakati tu bado kwa walioamini nyoyo zao kunyenyekea kwa sababu ya utajwa wa Allah na kwa sababu ya hii haki iliyoteremka alquran. Nafi, anasema Ibn Umar ilikuwa anaposali sala za usiku, akipita kwenye aya ambayo ndani yake imetajwa janna, anasita, anamuomba Allah janna na anaomba dua, na wakati mwingine analia. Hata janna inaliza, ndugu zangu, sio moto tu. Janna ni starehe kubwa, inaliza, kwa sababu muumini awe na hamu, halafu anapata anapata joto la moyo kuona kwamba je, nitaipata hii janna hali ya kuwa na kizuizi cha sheitan na kizuizi cha nafsi ni starehe kubwa, lakini vizu na vizuizi vyake vikubwa. Kwa lazima muumini ambaye anaamini ghaib, anaamini janna, akipita katika aya za janna ataomba kwa hisia, kwa sababu ni haja yake kubwa hiyo janna na radhi za Allah. Na wakati mwingine anapita aya Ibn Umar inayozumzia moto, ana sita, anamuomba Allah mlinde na moto wa yad'u rabbahu wa rubbama yabki na alikuwa anamuomba mola wake, na wakati mwingine analia. Kwa aya za janna anasita, anaomba na analia. Na aya za moto hivyo hivyo, anasita haendelei, anaomba na wakati mwingine analia. Na itakiwavyo ni kwamba sisi tutafakari tunapoisoma habari hii yenye uzito wa namna hii tatakiwa tafakari, asisome tu mtu al-Qur'an akawa nakwenda, anatakiwa atafakari maana. Mara moja Ibnu Umar huyu alisoma wailu lilmutaffifin. Sasa iangalieni aya hiyo ambayo imemfanya alie kilio kikubwa mpaka akakatika, hawezi tena kuendelea kusoma. Kama nitaitafakari vizuri mimi na wewe, aya itatuletea athari. Inasema hivi Yauma yakumu nasu li rabbil alamin, siku hiyo ndiyo siku ambayo watasimama watu mbele ya bwana wa walimwengu, mola wa walimwengu wote. Wote watasimama ili mmoja mmoja apelekwe kwa Allah akaulizwe. Allah huyo ambaye kamiliki leo. Mambo makubwa makubwa kwenye dunia yakawashughulisha watu yakasababisha vilio Vita vikitokezea vimetokezea kwa makadirio yake, vifo vya ajali vikitokezea vimetokea kwa makadirio yake, viyo vya angani, vio vya barabarani, vio vya kwenye maji, maradhi ya kutisha kwenye dunia, mitetemeko ya ardhi, sonami, vimbunga na kila unachosikia we duniani cha kutishatisha, asili yake ndiyo yeye ambaye anakileta na cha kufurahisha kikaonekanwa kika kwa ni neema, ni yeye ndo aloziumba hizo neema. Sasa huyo mola huyo mwenye nguvu aloumba hata viumbe wengine anatisha. Simba anatisha, ukikutana naye ndo anakumaliza tu huyo, au ukutane na papa kwenye bahari. Hiyo bahari yenyewe inatisha, yenye kina kirefu, ishawamaliza wengi bahari. Sasa Rabbul bahri atakuwaje? Rabbul usudi wanumur Mola alomiliki simba na chui hao wote akawaumba akawatia ukali huo na meno na makucha, yeye atakwaje? Kaumba viumbe wote wanamsabihu, wanamwogopa yeye, mamba anamwogopa yeye, papa baharini anamwogopa yeye, na wote wanaleta tasbih. Viumbe wote wanaleta tasbih. Sasa kusimamishwa mbele ya Rabbul Alamin ni jambo kubwa. Aya hiyo, hebu tukiipita, na mfano aya kama hizo, na ziko nyingi, na Qur'ani nzima imejaa maneno ya kusisimua na kuleta hofu na athari katika moyo. Siku hiyo watu wote watasimama mbele ya Rabbil Alamin. Akalia Ibn Umar mpaka sauti yake ikakatika kuendelea na kisomo, na ilikuwa inatoka sauti mpaka puani mwake, asiyeweza kuidhibiti kwa vilio kwa sababu ya hiyo aya na mwenyewe alikuwa anasema, laan admaa dam'atan min khashyati llah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alf dinar, mimi kutoa chozi moja la kumwogopa Allah ibada hiyo naipenda zaidi kuliko kutoa sadaka ya dinari alfu moja. Jamani, dinari ina thamani kuliko dirham kwa sababu dinari ilikuwa ni kipande cha dhahabu chenye uzito maalumu kilichokuwa kimepigwa chapa na dinari moja ilikuwa ni sawa na darahim za fedha kumi na mbili. Zamani fedha khalisa ndio pesa ya kununulia vitu na dinar na dhahabu halisa. Sasa dinar huwa ni dhahabu na dirham huwa ni fedha, na zama zile ilikuwa darahim kumi na mbili ndio sawa na dinari moja. Kwa zikizungua dinari alfu ni pesa nyingi sana ya, ni vipande vya dhahabu maalumu vilivyofikia alfu moja. Mimi, chozi moja nalithamini, kuliko sadaka ya dinar alfu moja. Mtu anaweza akapata amali ya kutoa sadaka ya pesa nyingi na ikawa si shida kubwa, kuliko kumwambia hebu lia kwa kumwogopa Allah. Leo hii tafakari mpaka ufike utoe machozi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa umempa kazi nzito sana, kwa sababu kulia kunataka imani kubwa, kunataka hiyo ghaibu ikuathiri Kulia ni jambo ambalo unaweza mtu ukafika kufa hujawahi kulia kwa kumwogopa Allah. Unaweza ukalia kwa mengi katika upuuzi wa dunia. Kuna watu mpaka wanalia timu yake imefungwa, kuna watu wanalia wamewakosa wachumba zao kwenye ndoa, halijawa walolitaraji na washajenga mapenzi miaka. Kuna watu wamelia katika michezo ya Kihindi na Kizungu, basi akaona yule mchezo umekwenda vile mbele, unasikitisha, akalia maskini lakini kulia kwa kumwogopa Allah, jambo hilo anaweza akafika mtu kukata roho hajawahi kuifanya amali hiyo. Kwa hiyo mimi kutoa chozi moja na thamini zaidi na ni amali kubwa na iyo na hiyo kuliko kutoa sadaka ya dinar alfu moja. Ibn Abi Mulaika anasema wakati ya Abdullah ibn Umar, leo tunaye Abdullah ibn Umar tu mpaka tunamaliza darsa yetu tumemwona kalizwa na aya ile ya Alhadidi ya 16, ambayo inasema alam ya'ni lilladhina amanu wa takhsha'a qulubuhum lidhikrillah. Au jafika tu bado wakati, kwa waumini walie, akasema kweli ushafika wakati na akaanza kufanya kazi hiyo, yawma yaqumu nasu li rabbil alamin, aya Almutaffifin kwa inamliza na akawa anasema mimi kutoa chozi moja kwa kumogopa Allah ni bora kwangu na nalipenda ilo kuliko sadaka ya dinari elfu moja hebu tumalizie na kisa cha ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika anasema wakati abdullah ibn umar siku moja yuko nyuma ya al al-Maqam, makamu ibrahim anasali usiku na mwezi ulikaribia kuzama usiku mkubwa huo kaielekea makamu ibrahim na mbele iko al-Kaaba anasali akapita bwana mmoja anaitwa abdullah ibn Tariq. Abdullah ibn Tariq akasita pale akamwambia malaka ya yabna akhi una kitu gani umefikwa na jambo gani ewe mtoto wa ndugu yangu mbona uko hali hiyo akamwambia atajabu minni an abki unashangazwa na mimi kulia huwa nalia katika sala yangu fa wallahi inna hadha alqamara la yabki min khashyati llah naapa kwamba na ule mwezi unaouona pale ule unalia kwa kumwogopa Allah mwezi ulikaribia kuzama lakini, kabla ya kuzama unaonekana akamwonyesha, anamwambia, mwezi ule unalia kwa kumwogopa Allah. Ama wallahi lau taalamuna haqa alilm, na hapa kwa jina la Allah, mngejua ipasavyo kujua, labaka ahadukum hata yanqatia sautuhu wala yasjuda hata yankasira sulbuh, engelia mmoja wenu mpaka sauti yake ikatike na angesujudu mpaka uti wake wa mgongo ukatike. Angejua mmoja wenu Hakika ya mambo ilivyo uko mbele, angelia mpaka sauti ikakatika, na angesujudu mpaka uti wake wa mgongo wa mgongo ungekatika. Na ayasemayo Abdullah ibn Umar yanafanana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, alipoeleza kwamba lau taalamuna ma alam la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira. Mungeyajua ninayoyajua mie, wallahi, mngecheka kidogo na mngelia sana. Kwanza isenge kuwa mwislamu anajisahau kwa kucheka sana, bali kilio ndio kingechukua nafasi zaidi kwenye uhai wake. Lakini kwa sababu hatuyajui ayajuayo yeye, ndiyo maana ikawa sisi hatuna habari. Wakati mwingine mwanadamu analijua linalotaka kumfika kiumbe mwenziwetu basi anamwangalia kwa jicho la huruma, na yule kiumbe yuko furahani, anacheza mwenyewe. Kwa mfano, anajua kwamba mbuzi hawa wamekusanywa hapa katika uwanja huu, anataka kuuzwa kwa ajili ya Idul Adha ili wachinjwe, lakini mbuzi wenyewe hawana habari, wanaona tu tunaendelea na maisha yetu ya kawaida, tunalishwa majani, basi dume kashughulika na jike lake, hapo yule anakula, kumbe kesho ndo kisu. Lakini huyu mwanadamu anajua alilomkabili yule ye hajui mbuzi yule kakabiliwa na nini. Basi na muumba wetu ana mfano mkubwa zaidi na sifa zake kubwa, walillahi almathalu alala. Allah anajua kwamba huyu alinsan huyu kabakisha siku mbili afariki au huyu mwanadamu mbele kakabiliwa na hali nzito baada ya kufufuliwa, ye hajui, uzito wote ule hajui. Ni kama mbuzi anakula majani, anacheza mwenyewe, anakimbia na wanacheka wale, wanafurahi, usiyo kaona, wana zile sauti za aina moja tu hao na maisha yao. Wale wanyama anacheza, ana matumaini ya maisha pale, lakini hajui kama kesho anakuja kwenye kifo kizito cha kuchinjwa. Sasa na mwanadamu, kwanza hukima alihi bil i'dam, -e kisha hukumiwa, anaondoshwa duniani. Iko siku yake ataondoka, hajui ataim itakuwaje mauti yenyewe, atakuja katika namna gani? Hajui, maana kuna wanaokufa kwa kuungua, kuna wanaokufa kwa kuzama, kuna wanaokufa kwa ajali za angani, kuna wanaokufa kwa ajali za barabarani, kuna wanaokufa kwa kupaliwa, kuna wanaokufa kwa moyo tu kuwa umesita, kuna wanaokufa vifo vizito, kuna wengine wanaumwa muda mrefu. Allah tuhifadhi na mabalaa ma, tupe vifo vyema vya khairi vitakavyosababisha khairi katika umma. Maana kuna mtu kifo chake kinasababisha khairi katika umma, kuna watu wanakufa kwenye sijida, kuna watu wanakufa ndani ya siamu Vifo katika amali za kheri. Sasa, ndugu zangu Waislamu, yaliofichika ni makubwa na hatuyajui. Na ndio maana leo mwanadamu kaghafilika. Kwa hiyo kilio chetu ndio salama wetu, kilio chetu ndio kicheko chetu, kilio chetu cha dunia ndio kicheko chetu cha akhera, na kicheko cha dunia cha kujiachia, na kama kwamba mtu keshasalimika na balala huko akhera, hicho ndio kitasababisha kilio sasa cha kuendelea na huzuni ya kudumu. Kwa hiyo ilma ulie leo au ukalie kesho, lazima mwanadamu achague kwamba leo niishi kiutumwa niliye mbele ya Mola wangu, ili kesho nikacheke akhira, au iwe kinyume chake, iyadhan billahi min dhalik. Na kuna alhadith alqudsi, Allah anasema wallahi la ajma'u ala 'abdi amnayn wa khawfayn, wallahi simkusanyii mja wangu amani mbili na hofu mbili, in aminani fi dunya akiwa na amani juu yangu duniani, akaona, ah, mimi nitafanya ni atakayo. Mungu wangu atamfanya nini? Yani haamini yeye Allah kama yupo au atamfanya la kumfanya. Kajiaminisha, anafanya yatakayo, hakubeba hofu duniani. in amina ni fi dunya akhaftuhu yawm alqiyamah, siku aman ya kiyama nitampa hofu, kwa sababu simkusanyii mja amani mbili na hofu mbili. Yani moyo wa mja duniani uko kwenye amani, unacheka tu, hana hana kilio hana tahajudi hana siyam hana tilawatul Qur'ani hajifungi na sheria ya Uislamu katika mauzo yake, ndoa zake, anazini analewa, anafanya yatakayo. Ina maana akajipa amani yeye, ye hakuna kero ndani ya moyo la kufikiria akhera. Muumini kuna mengi ambayo wengine wanayapata, kuna biashara zimefunguka za kupata pesa na kutajirika haraka, lakini yeye haziwezi kwa sababu imani yake haimruhusu uwanja ule wa hiyo biashara haram, bona ziko nyingi na zinamkuza haraka mtu katika kipato lakini muumini hofu yake inamzuia ya. Kakosa mengi ambayo wengine waliyavamia, kwa sababu duara lake yeye lina mipaka, la chakula, la ndoa, la kila kitu. Sasa, huyu kawa ka na hofu duniani, akhira inakuja amani, na kuna mwingine yeye ka, ka, ka, kajitengenezea amani ya moyo kafanya yatakayo mbele huko inakuja hofu in amina ni fi dunia akhaftuhu yawmal qiyama wa in khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyama. Akiniogopa duniani, akhera nitampa amani, akijitia amani duniani, akujitengenezea mwenyewe, basi nitamtisha akhera na kitisho cha kuendelea. Kwa hiyo, kilio ndio usalama wetu mbele ya Mola wetu Jalla wa Alaa, kama vile kwa kilio ndio usalama wa mtoto. Analia anajulikana ana njaa, apewa maziwa. Analia anajulikana kashajichafua, sasa safishwe, avishwe chengine analia anajulikana. Sasa huyu anaumwa, kilio chake kinamkidhia haja zake. Na kilio cha muumin mbele ya Mola wake kitakidhi haja, atapendeza mbele ya Allah, dua zake zitajibiwa, akhera yake itasalimika, na dunia yake ataokolewa na mabalaa mbalimbali. Na ndio maana Allah anawasifu waja wema waliopita kwa tabia hiyo ya kulia kwa kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil al alamin.